Mambo vipi? This is Konde Boy, Jeshi, the CEO of Konde Gang. Niko hapa kwa address ile jambo na kuhusu mdogo wangu Chinga. Um, kwanza kabisa nikiri kwamba mdogo wangu alinitumia message na kuniomba kwamba nataka kutoka kwenye lebo, akawa independent artist. Uh, nami nilimjibu straight kwamba mdogo wangu wish all the best. I catch you back all the time as usual. Catch in na viongozi wa Konde Gang, video contracts, mfano lies, mbona mnafanyaje? Eh uh, yeah contract inasema endapo atataka ku terminate na ku own master kununua ku own master, kisema master inamaanisha catalog, the whole entire catalog, nyimbo zote hata zile ambazo amezifanya na mimi, ili ziwe za kwake lifetime. Je, zinaingiza pesa kwake lifetime, inatokea alipie kuzinunua, hicho kiasi cha pesa kilichotajwa kwenye mkataba ambao mdogo wangu alisign 4 years ago, na kampuni ya Konde Music. Uh, hayo ndio yalikuwa ni mazungumzo na, lakini yeah. Um, sijui nini kimetokea kwake baadaye. uh, akaja kusema on social media kwamba nimemdai, uh, kiasi cha bilioni moja. Uh, nikiri kwamba sijamdai kiasi bilioni moja na, um, nisingependa pesa yangu tena ije kunichafua mwenyewe. uh, so, um, I did my best. I wish him all the best. Napenda sana msupporteni sana hizi uh, independent artists from now on. Nikiwa naongea promoters, mkiwa na show mwiteni, fanye pata risk, aisaidia familia yake na uh, even though lengo tupate risk wote, kama ilivyo mwanzo. As you know, ni biashara na tulikuwa tukijitahidi kwa uwezo wetu kuwekeza, kwa uwezo wetu kuwekeza ili kukuza career ya msanii ambayo itakuwa ni lifetime na kuchange maisha yake. So far tumshukuru Mungu kwa support yetu, tumeweza uh, kufanikisha kwa kwa kwa kuwaletea superstars kadhaa ikiwemo Muchinga, Kina Anjella, Kili Chidi walikuwa pamoja na Country Boy na wao wote walioondoka, hakuja kuwa na matatizo yote na wote wana own master zao, na yeah for good and for peace. Hamna mtu yote mwenye maana ya kudaiwa. So uh, that's how we live, live by living each other. Lakini pia speaking of Basata uh, nilipata mwito na niliomba management yangu niwakilishe. Nataka kujua issue ni nini, kwa sababu sikutegemea, na kwa sababu mazungumzo alizungumza naye na bwana Chinga, sikutegemea kama angeza kufika Basata. Uh, so niliomba management yangu niwakilishe, izungumze na viongozi uh, wa Basata kuona wanapataje mwafaka lakini wakaniambia waloniambia so far nisingeweza kuyashia sasa hivi, mi sikuona haja kutengeneza... uh, so, ya kusuluhisha na mdogo wangu au msanii ambaye nimemtengeneza mimi mwenyewe. Sikuona hiyo haja ya kutengeneza sintofahamu na mitaharuka, so as I said my decision, kuhusu aende akafanya mziki wake na make sure, mm, mnamsupoti pia yeah. Na mwisho kama sikosei, speak na um, Uh, uh, kauli yake ya kusema kwamba nilikuwa nimemuita chumbani nilikuwa sijui meombea mtoe uh, mama yake mzazi uh, it's sad, na sio kwamba sijui how it's tarnished image, na sio kwamba sijui kuna baadhi ya watu wanaweza wakaamini kwa ki, uh, mkono kata, ni kweli, lakini sina namna. Mtoto akinyea mkono huwezi uh, kukata, utafanyaje? Pesa nimemwashia Mungu, second nimemsamehe na mwisho namwombea. Mimi sihitaji msamaha wote kutoka kwake, akiona kuna tija sawa, akiona kama kuna haja ya kuomba msamaha watu walosikia maneno hayo ni sawa, lakini pia ni stahili kuomba msamaha zaidi ni Mwenyezi Mungu, kwa hiki mpendeza basi, kwa wakati wake chalo aseme aongee na Mungu wake kwa moyo wake wa dhati kabisa, naamini itamuongeza baraka zaidi na tafika mbali zaidi. Kwa upande wangu mimi sina shida kabisa na yeye, ni my brother, na sasa ataendea kwa my brother Konde Gang, nyumbani kwake because Konde Gang made him ya yeah. Kwa hiyo wishimu the best. So, kwa kusema hayo, ni washukuru sana kwa kuendelea ku support Konde Gang, shukuru sana kwa kuendelea kutunga mkono siku zote, kuna superstars kibao wanakuja na yeah, thank you so much for your time watching this and Konde Gangs for everybody. This is Konde Boy, all love